actually tumeshuhudia raundi ya 29 ambayo wameandika rekodi nyingi sana sauti ya lunyamadi zomliuka a boy from jombe place to b sasa miongoni mwa yale ambayo yameweka rekodi sana ni ushindi wa zile timu ambazo zipo ndani ya tatu bora kwa msimu wa 2024/25 timu ambazo zipo ndani ya tatu bora zimekuwa zimepata ule ushindi wa mabao matano kwa matano, yaani ilenipe tano tano. Miongoni mwa hizo timu ni uh, Yanga ambayo hii hapa ilipata ushindi huo dhidi ya Tanzania Prison, halafu timu nyingine ilikuwa ni Azam au Azam, ipo nafasi ya tatu kwa hapa. Tutazungumzia Simba ambayo hii Simba ipo nafasi ya pili, hii ilipata ushindi uh, dhidi ya Ken Gold, halafu timu ya tatu ni Azam ambayo hii hapa ilipata ushindi uh, dhidi ya Fountain. Azam ilipata ushindi dhidi ya Tabora United na sio Fountain. Fountain ilicheza na Coastal Union na iliweza kupoteza kwa kufunga bao moja kwa well, hiyo Azam ilipata ushindi dhidi uh, uh, ya Tabora United. Miongoni mwa matukio ambayo pia yamekuwa ni gumzo uh, ambayo uh, yameleta uh, historia kubwa ni kuhusu kiungo mchetuaji Bernard Molson ambaye, eh, yeye yupo ndani ya Ken Goldie. Dakika ya sitini na nne benchi la ufundi lilikuwa linahitaji kuona mabadiliko kwa Bernard Morrison yakifanyika, lakini Mwamba akasema mimi nitoke, hebu subiri kwanza. Actually, tumeona sasa moja kwa moja vita ya ufungaji bora inazidi kushika kasi, ambapo kwa sasa ndani ya ligi kuu Tanzania Bara, Jean Ahua yeye ndio kinala wa kufunga mabao, yeye yupo ndani ya kikosi cha Simba, kafunga jumla ya mabao kumi na sita. Alifunga bao hilo dhidi uh, ya Ken Goldi akitumia pasi ya mshambuliaji uh, Ateba ambaye na yeye pia kwenye mchezo huo dhidi ya Ken Goldi aliweza kufunga bao moja. Kibu Dennis alifunga mabao mawili, amefikisha jumla ya mabao manne ndani ya Ligi Kuu Tanzania bara akiwa katika kikosi cha Simba na ni yeye alichaguliwa kuwa mchezaji bora kwenye mchezo dhidi uh, ya Ken Goldi. O, kwa Yanga wao ni Pakome alichaguliwa kuwa mchezaji bora kwenye mchezo huo, alifunga naye pia mabao mawili jumla. Pakome anakuwa amefunga mabao kumi na moja anapasi tisa, kwa hiyo amehusika kwenye jumla ya mabao 20 mabao 20 ndani ya kikosi cha Yanga ambacho kimefunga mabao sabini na sita. Sasa maajabu yaliyopo kwa kikosi cha Yanga ni kwamba idadi ya pointi ambazo wanazo ni sawa na idadi ya mabao ambao wamefunga yaani Yanga akakusanya jumla nasita, ya pointi sabini na sita alafu safu ya ushambuliaji imefunga mabao sabini na sita Kinara wa mabao ni Clement Mzize pamoja na Dube ambao hawa wote wamefunga mabao kumi na tatu ndani ya kikosi cha Yanga. Yanga wao wamekuwa na mwendelezo huo wa kufunga mabao mengi kwenye mechi ambazo wanazicheza huku wakiweka wa ile gepo aa, na watani zao wa jadi Simba ambao wao Simba kabla ya mchezo wa jana aa, walikuwa wamefunga jumla ya mabao sitini na tatu kwa baada ya kucheza mchezo wa jana wakafunga mabao matano kwa kuwa wana jumla ya mabao sitini na nane. Kwa hiyo mabao sitini na nane ukija kuangalia hapa sitini na nane. Uh, mpaka kuweza kufika hapa wanagepo ambalo lipo uh, mabao ambayo wanadaiwa na Yanga. Yanga wamefunga mabao mengi zaidi kuliko Simba kulio oh, hii vita ya mabao inazidi kuwa uh, kali kwa hawa jamaa Simba na Yanga, ambapo Yanga sasa wanaongoza ligi wakiwa na pointi sabini na sita huku Simba wakiwa na pointi sabini tano Tofauti yao ni pointi moja, wote wakiwa wamecheza jumla ya michezo ishirini na nane. Uh, mechi mbili ambazo zimebaki, ambazo hizi ni dakika 180, hizi ndizo ambazo zitaamua nani atakuwa bingwa. Na katika mechi hizo mbili, mechi moja watakutana wenyewe kwa wenyewe, itakuwa ni Juni ku, Juni ishirini na tano, uwanja wa Mkapa. Actually tusubiri na tuone ni nini ambacho kitatokea kwa hawa watani wa jadi, na kasi imezidi kuwa kubwa sana mzunguko wa ishirini na tisa tumeshuhudia matukio mengi zaidi na zaidi, so hivyo tunaangalia sasa mechi ambazo zimebaki za ubingwa. Yanga au Simba ndio ambao watatoa ubingwa, yule ambaye atapata pointi nyingi zaidi anauhakika wa kupata ubingwa, lakini Simba kumbuka kwamba ana deni la kwenye eneo la ufungaji The boy from Njombe, place to be <tune>